Kwenye pwani ya Kenya, jua linapochomoza huja na mwanga wenye umanjano wa dhahabu unaovutia si kidogo, hutia urembo kwenye mandhari na kupendeza ajabu hasa miali inapotangamana na upepo mtulivu wa asubuhi katika bahari iliyotulia. Bila shaka, shughuli za maisha kwenye mwambao huu huendeshwa kwenye bahari hii ukiwamo urembo wake na mambo mengine mengi yanayoandamana na uwepo wake. Kwa miaka na mikaka, uvuvi umekuwa ndio shughuli kuu ya kujipatia riziki miongoni mwa familia na jamii za hapa. Hata hivyo, changamoto zinazotokana na mabadiliko ya hali ya anga, kukiwamo kupanda kwa joto duniani, ubaguzi wa kijinsia na ukosefu wa njia nyingine za kujikuza kiuchumi kwa pamoja, vimefanya maisha hapa kuwa magumu. Lakini sasa umefika mpango wa kuchochea mitazamo mipya licha ya changamoto hizi. Mradi wa Blue Empowerment uliozinduliwa kwa ufadhili wa mradi mwingine wa Climate Resilient Economies Program na African Centre for Technology Studies ACTS. Umepanda mbegu ya matumaini miongoni mwa jamii hii, hasa akina mama ambao kwa muda mrefu wametengwa kwenye shughuli za uvuvi.

And business. Mradi wa Blue Empowerment uliozinduliwa chini ya programu ya Climate Resilient Economies kwenye kituo cha African Center for Technology Studies ACTS umeleta matumaini miongoni mwa jamii hizi na hasa akina mama ambao kwa muda mrefu wametengwa kwenye shughuli za uvuvi. Mradi umetuwezesha kujua IMTA ni kitu ambapo ikifanyika kwa jamii pia, kuna tutakuwa na yale manufaa kwa community. Kwa mfano, tunakuwa na ufugaji wa samaki kwenye keji, tuko na keji farming ambapo pale ndani una uwezo wa kuweka samaki na ukaweka pweza pale ndani na ukaweka mikamba pale ndani. Na ukiifuga mahali pamoja, huwa ile chakula utampatia samaki utaambisha samaki, vitasaidiana hiyo chakula kupata wale wengine na wote wata watafanya watafanya vizuri, yani watakuwa na we, kama mkulima pale ndani, pia utakuja pata manufaa muda ambao haujautarajia. Tangu uno mradi wa samaki na swidi kuwekwa pale pamoja, wale wenzetu ambao wamefanya mazao kwao yamekuja juu, mwani wampata mwingi, so zile kilo ambazo walikuwa wanavuna, na pia ukiangalia samaki sahii wanavuna vitu viwili zaidi, wakivuna mwani baada ya miezi kadhaa, watoa wa samaki na ile samaki wauza wa na wapata kipato zaidi. Malengo makuu ya mradi huu yanashirikisha kutambua na kutenga changamoto zinazotokana na ubaguzi wa kijinsia, kutoa nafasi watu waanze kutumia njia za kisasa za kufanya uvuvi uwe na manufaa ya kibiashara, ukiwamo ufugaji wa majini na ulishaji samaki kupitia mifumo ya IMTA na kujenga njia za kijamii kuendesha shughuli kwa namna ya kudumu. Kuu zaidi sio tu kubadilisha mazingira lakini pia shughuli za kijamii za jamii hizi. Kupitia mipango hii, sera upokeaji wa teknolojia ya kisasa na ujengaji wa mifumo ya usimamizi vimekuwa vikijengwa kuhakikisha kwa kwamba akina mama wamewezeshwa kushiriki ifaavyo kwenye maamuzi yanayofanywa kwenye shughuli za maendeleo na kibiashara. One of the first things,

Mbali na ufugaji samaki, kundi hili pia linatafuta suluhu za kibiashara ili shughuli za ufugaji zipate manufaa ya mauzo ndipo mabadiliko yanayoletwa hapa yafungamane na mahitaji ya kimaisha ili kuifanya sekta iwe na nafasi za kazi na manufaa mengineyo. Kwenye kina cha mpango huu ipo ajenda ya kubadilisha namna ya kuendeleza shughuli za uvuvi ili kufungamana na njia za kisasa za kilimo, Wala sio tu kwa ajili ya teknolojia na usasa bali kuifaa jamii.

Miongoni mwa jamii za pwani ambapo mila na desturi ndizo humpa mtu nafasi za kujiajiri na kujitafutia kipato, upo mpigo wa mageuzi ukiongozwa na wanawake ambao wamewezeshwa kwa lengo la kujitegemea. Lengo kuu la mradi wa Blue Empowerment Project ni maono mapya ambayo yameanza kukua na kuwapa wanawake nafasi ili wasitengwe na badala yake kuwawezesha kujitokeza kuwa viongozi kwenye sekta ya kuvumbua riziki za kiuchumi kupitia rasilimali za baharini. Kupitia ushirikiano na idara za uvuvi za serikali za mashinani, wanawake sasa wameanza kuendesha uvuvi kwenye maji makuu wakiwa wamejihami na leseni za kuvua huku wakiwa pia na maarifa ya kufanya hivyo. The work package has managed to coordinate several training sessions on gender empowerment, which have taken place in Kwale and Kilifi and this one has ey really helped in terms of um, breaking the cultural norms and barriers that normally affect women to take upon

Kupitia ushirikiano na taasisi kama vile Kenya Industrial Research and Development Institute KIRDI na Kenya Marine and Fisheries Research Institute KEMFRI, vile vilevile C-MOS Corporation na chuo kikuu cha Kenyatta, mradi wa Blue Empowerment Project umekuwa ukipata nafasi za watu kujikuza kiuchumi. In Kirdi, uh, IMTA is one of our ongoing programs. Uh, but initially uh, this project of Blue Empowerment was the first initiative that we undertook under uh, IMTA. So in this project, we are involved in establishment of the IMTA system uh, that is the cages and also the seaweed farms at uh, the project sites in Kwale, uh, specifically in Ganunga sub-county, Kijiweni, Kibuyuni area

Uh, to get their catch. Uh, so this meant that uh, uh, only those who are financially endowed, and especially men were the ones who are going deep in the sea for fishing. This has, this, uh, this may, this caused the challenge of as, uh, uh, issue of gender inequity, where the ladies were not uh, really involved in the production system. Kwenye mwambao wa pwani kusini, mabadiliko yamekuwa yakionekana hatua kwa hatua sio tu kupitia masomo ya darasani lakini kwenye shughuli za jamii, kujitafutia riziki kupitia rasilimali za baharini. Daktari Anne Maundu, mtafiti msimamizi kutoka chuo kikuu cha Kenyatta, yupo kwenye nafasi ya mbele kuongoza mabadiliko haya kupitia mradi wa Blue Empowerment. Unaoshirikisha warsha za hapa na pale, amekuwa akizisaidia jamii za pwani na hasa wanawake kuunganisha maarifa ya kitamaduni na desturi pamoja na maarifa yanayoletwa na, na sayansi ya kisasa. My experience with facilitating hands-on practical sessions has been very interesting. And one of the things I have picked while interacting with the participants is that because they are coming from the community and many of them don't have so much advanced form of

Maafisa hawa waliojitolea huhudumu nyanjani wakikutana na kuzungumza na wavuvi moja kwa moja wakiwamo wavuvi wa kike ili kutekeleza njia za kisasa za ufugaji samaki na kuwalisha kupitia mifumo ya IMTA. Majukumu yao yanashirikisha kuhakikisha malengo ya mradi yametimizwa, kutoa mafunzo ya mara kwa mara, kutoa ufahamu wa kiteknolojia, kukusanya maoni na kuhakikisha kwamba malengo ya mradi yanatimizwa huku wakiwafunza wavuvi ili waelewe kwa undani njia za kisasa kwa lengo la kudumu. Kupitia juhudi zao za kazi, maafisa hao hukuza njia za kukuza uvuvi zinazodumisha mazingira na kuondoa ubaguzi wa kijinsia, kukiwamo kuhamasisha jamii kuwa na imani kwenye mradi huu ili manufaa ya mradi yaifae jamii kwa sasa na siku zijazo kazi zangu kama field officer katika mradi wa Blue Empowerment ambao uko mashinani Anda Bahari CBO. Kazi yangu ya kwanza ni kuchukua data za, za samaki na za mwani ambao unafanywa, ni mradi ambao unafanywa na Blue Empowerment kwa kufuga samaki na mwani. Kwa upande wangu mimi kama field officer wa Lungalunga sub-county nilibahatika cage na hizo off bottom method ambazo zinatumika kwa kupandia mwani zinafanyika sana kwa upande wangu. So kila siku ama kila baada ya siku wanabadilisha, leo naenda kuangalia mashamba ya mwani yakoje, na siku ya pili labda naenda kuangalia kwa keji, samaki wanaendeleaje. Pia nasaidiana na, na ma field technician keji technician kwenda kusafisha keji, wakati mwingine pia tunaenda kulisha samaki ama kutafuta vile vyakula vya samaki ambavyo vinapatikana baharini. Jukumu langu kubwa kwa mradi huu ni kuhamasisha na kuiwezesha jamii hususan wanawake katika wanaojishughulisha katika ukulima, ukulima wa mwani na samaki kwa huo ukulima wa mwani na samaki pamoja wanajamii walengwa huwa wanashirikishwa sana, hata kuna mafunzo wamepitia wamepata e, kuhusiana na hiyo teknolojia mpya iliyotumika. Maanake siwajua mradi ulipokuja, wengi hawakuwa wanajua kama mtu anaweza fuga samaki na mwani kwa pamoja, sio? Hicho ni kitu kipya kwa wamsambueni, walikuwa ni wakulima wa mwani, lakini sasa kuchanganya na samaki hawawezi. Lakini hao ni mafunzo wameweza kupata upata kujua vitu ambavyo wanajamii wanapenda ama wanataka, matakwa yao, watu hawafanyia mahojiano, mahojiano ya vikundi, hizo ni FGDs, alafu kuna hizi pia za wataalam KIIs, so tukifanya hayo mahojiano tunaweza kupata ayo matakwa kabisa kutoka kwa mlengwa. So hayo ndo yanatuwezesha sisi kupanga mikakati. Mimi kama afisa nitapeleka ujumbe wangu ama hayo majibu kwa vichwa vya vya mradi. So ayo uh, ayo majibu yanawawezesha wale wakuu wa huu mradi waweze kupanga mikakati ambayo inalenga inawalenga hao hao. Ukilenga suala la usawazishaji wa jinsia na udumishaji mazingira, mradi huu unahakikisha kwamba manufaa ya kifedha yanayotoka kwenye rasilimali za bahari yanawafaa wote. Hali hii huleta ukuaji kiuchumi na kuwawezesha wanawake kuwa mbele kwenye ukuzaji wa uchumi unaotokana na rasilimali za majini, iwe leo na siku zijazo. This

the essence of it was just to ensure that uh, then women are able to pick up this lessons and apply them in their everyday sustenance. Niu mradi <tosanthi> nilipowanza mpaka saa hii nilikuwa na nyumba tu ya hizi za udongo, lakini kwa sasa bado tu kumalizia juu. Nimejenga na blocks, bado tu juu kumalizia mabati. Na yote ni pesa ya mwani. Nikikuza mwani nikiuza, kama nimepata elfu zangu ishirini ama thelathini arobaini huwa asili zote, wala sipeleki shule zote, huwa nabakisha nyingine, nanunua gari ya mchanga, nikanunua blocks, nikaita mafundi wakanijengea. Nilijenga hivyo kidogo kidogo mpaka saa hii nyumba imeisha, bado tu juu kueka rufi. Sidi ambayo tumepata imeboresha maisha ya jamii. Hii kijiji naitwa Kibuyuni. Hii kijiji kona BMU Kibuyuni Beach Management Unit. Hii kijiji naitwa Mzizima sublocation. Toka tupate hii mradi wa samaki tuwe na hii samaki na kutoa hizo mambo na siwidi, imebadilisha maisha moja, imeboresha maisha ya elimu. Msichana alikuwa hapa hana elimu, mvulana ndio alikuwa tunamwangazia mwangazia kipaombele, msichana saa hii ndiyo amekuwa kipaombele kwa maana wakina mama wakitoka kwa, kwa kuvuna siwidi zao, wakiuza hizo pesa wanaekeza wanawekeza, moja wanaekeza kwa elimu mi <muchos> ninayongea hapo, hatua yangu ya kwanza niliyoipiga nimeangalia elimu. Saa hii niko na mtoto university, saa hii niko nyumba kando na ile nyumba ilikuwa naishi ya matope, nikaja pale nikiitia ikawekwa, ilikuwa ni nyumba ya baba yangu ikatia ya bati, lakini sasa nyumba kina mama wanajaribu hadi kuweka umeme. Mradi wa Blue Empowerment Project, si mradi tu, ni mapinduzi, tangazo la mapinduzi yanayowawezesha wanawake wavuvi kuzipa nguvu za kiuchumi jamii na pia kutunza rasilimali ya bahari kwa ajili ya taifa la Kenya. Pamoja tunajenga siku za usoni zitakazotegemewa zenye usawazishaji na za kudumu katika enzi hii ya mabadiliko makubwa duniani. Huku kukiwa na athari za mabadiliko ya hali ya hewa, shughuli za binadamu zinahusika pakubwa kwenye suala zima, lakini kwenye mawimbi haya ya bahari upo uhai. Unaweza tu kudumishwa iwapo jamii zimeelimishwa ili kuelewa umuhimu wa kufanya mambo kwa njia tofauti na kuanza kuchukua njia mpya kwenda mbele.